Maisha ya Rais John Pombe Magufuli kutoka kuzaliwa hadi kifo. John Pombe Joseph Magufuli aliyezaliwa tarehe 29 Oktoba mwaka 1959 alikuwa rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. aliongoza taifa hilo kuanzia mwaka 2015 hadi kifo chake mnamo tarehe 17 Machi mwaka 2021. Safari yake ya maisha kutoka kuzaliwa katika familia ya kawaida hadi kuwa kiongozi wa taifa ni hadithi ya kujituma, maono na uthabiti. John Pombe Magufuli alizaliwa katika kijiji cha Chato, mkoa wa Kagera, ambao kwa sasa ni mkoa wa Geita, nchini Tanganyika ambayo kwa sasa ni Tanzania. Alikuwa mtoto wa mzee Joseph Magufuli na mama Suzana Magufuli. Familia yake ilijishughulisha na kilimo na Magufuli alikulia katika mazingira ya kijijini akisaidia kazi za shamba na kuchunga mifugo. Elimu yake ya msingi ilianzia katika shule ya msingi Chato mwaka 1967 hadi mwaka 1974. Kisha akaendelea na masomo ya sekondari katika seminari ya Katoke na baadaye katika shule ya sekondari ya Leki iliyopo mkoani Mwanza. Alimaliza masomo ya juu katika shule ya sekondari ya Mkwawa kabla ya kujiunga na chuo cha ualimu cha Mkwawa ambapo alipata diploma ya sayansi ya elimu akibobea katika kemia na hisabati. Baada ya kumaliza masomo yake, Magufuli alianza kazi kama mwalimu wa kemia na hisabati katika shule ya sekondari ya Sengerema mwaka 1981 hadi mwaka 1982. Hata hivyo, alihamia sekta ya viwanda akifanya kazi kama mtaalamu wa kemia katika shirika la ushirika la Nyanza. Mwaka 1995 Magufuli alichaguliwa kuwa mbunge wa Chato kupitia chama cha Mapinduzi CCM. Hii ilikuwa mwanzo wa safari yake ya kisiasa. Katika kipindi chake kama mbunge, alihudumia katika nyazifa mbalimbali za uwaziri, ikiwa ni pamoja na waziri wa ujenzi, waziri wa ardhi na waziri wa mifugo na uvuvi. Katika nafasi hizi alijipatia sifa ya kuwa kiongozi mwenye bidii na aliyepinga ufisadi. Mwaka 2015, Magufuli alichaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alipata umaarufu kwa sera zake za kupambana na ufisadi, kubana matumizi ya serikali na kuimarisha miundombinu. Dr. John Pombe Magufuli, rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Alifariki dunia tarehe 17 Machi mwaka 2021 akiwa na umri wa miaka 61. Kifo chake kilitangazwa rasmi na aliyekuwa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan kupitia hotuba ya kitaifa. Kabla ya kifo chake, Magufuli akuonekana hadharani kwa muda wa wiki mbili, hali iliyozua uvumi na wasiwasi kuhusu afya yake. Ripoti mbalimbali zilidai kuwa alikuwa akipatiwa matibabu, huku wengine wakihusisha hali yake na ugonjwa wa covid-19 ingawa serikali haikuthibitisha madai hayo. Mnamo tarehe 6 Machi mwaka elfu mbili na ishirini na moja alilazwa kwa mara ya kwanza katika Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete, lakini baadaye aliruhusiwa kurudi nyumbani. Hata hivyo, hali yake ilizorota tena na alilazwa katika hospitali ya Mzena, Dar es Salam, ambako alifariki. Samia Suluhu Hassan alitangaza kifo cha Magufuli kupitia hotuba yake ya moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa. Alieleza kuwa Magufuli alifariki saa kumi na mbili jioni kutokana na matatizo ya moyo. Wananchi, kwa masikitiko makubwa na wajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe sita Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka kumi. Aliruhusiwa tarehe saba Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe kumi na nne Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena, ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. Tangazo hilo lilisababisha majonzi makubwa kwa Watanzania na watu wengine duniani waliomfahamu kama kiongozi mwenye msimamo wa thabiti na aliyepinga ufisadi. Serikali ya Tanzania ilitangaza siku kumi na nne za maombolezo ya kitaifa ambapo bendera zote zilipunguzwa nusu mlingoti. Mwili wa Magufuli uliagwa katika miji mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Chato, kijiji alikozaliwa. Maelfu ya Watanzania walikusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi wao. Magufuli alijulikana kwa sera zake za kupambana na ufisadi, kubana matumizi ya serikali na kuimarisha miundombinu. Alianzisha miradi mikubwa kama leli ya kisasa SGR, bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere na barabara nyingi za lami. Hata hivyo, uongozi wake ulikumbwa na ukosoaji hasa kuhusu msimamo wake wa kupunguza hatari za janga la COVID-19. Kifo cha John Pombe Magufuli kilikuwa pigo kubwa kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Aliacha alama kubwa kama kiongozi aliyepigania maendeleo na uwajibikaji, ingawa alikumbana na changamoto na ukosoaji. Urithi wake utaendelea kukumbukwa kwa muda mrefu. Haya, ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii